Kutoka huko manyumbani. Mkifika kule nyumbani leo mwambie wazazi wenu wachimbe mashimo ya kuhifadhia takataka, sawa? Mm -hmm. E, kama ni mashimo mm -hmm. Mm -hmm. ya takataka au hifadhi takataka, alafu ile gari la halmashauri likija linabeba. Si mnaona gari magari yanatembea ya takataka ile? Ehe. Tunatakiwa tufanye hivyo. Na shuleni pia hivyo hivyo. Tuhamasishe sisi tuwe mabalozi wa kufanya usafi kwa ajili ya kutunza mazingira yetu. Shule si tunapenda shule yetu? Ndio. si tunaipenda jamii yetu? sawa kabisa. Basi kama niipo sawa, mimi nawashukuru sana. Tutakuja tena siku nyingine, tunakuja kuendelea tena na kazi hivi, sawa eh? E, asanteni haya, asanteni haya.